Ina maana nchi hii mtu akiwa mwanachama wa chama cha upinzani au ni mpinzani, anachukuliwa kama kibaka vile. Yani anachukuliwa kama asiye stahili hata kuvuta pumzi ya Tanzania. Ni kama kuvuta pumzi ya Tanzania sio halali yake, kwa sababu tu ni mpinzani, si mwanachama wa chama tawala. Kwa hiyo ukiwa mpinzani nchi hii yani hurusi hata kuwa msanii, hurusi hata kuwa mwimbaji, huruhusi hata nyimbo zako, hazitathaminika yani, kwamba sistemu ya nchi inakutenga hata ungekuwa na kipaji, kipaji chako kinatengwa kwa sababu sio mwanachama wa chama tawala. Nachoka baba yenu Clemensi Mwandambo Ndambo hey.